Je, ni kweli kwamba uh, ufalme wa mbinguni wa wachungaji peke yao? Uh, je ni kweli kwamba ufalme wa mbinguni ni wa wana wa Israeli peke yao au wa taifa la Israeli? Kama wewe sio Myahudi, kwamba ufalme wa mbinguni sio wa kwako? Je, ni kweli kwamba ufalme wa mbinguni ni kwa ajili ya labda waimbaji wainjilisti au awa, maaskofu amanabii mitume na hao wengine ambao wanajiita kwamba ni watumishi wa Mungu. Je, hao ndo a watu ambao tunaweza kusema kwamba ufalme wa mbinguni ni wa kwao? Au wewe hapo ulipo, je, ulishawahi kujiuliza hata siku moja ukasema hivi, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni ni wa watu wa namna gani? Je, mimi hapa nilipo inawezekana nikawa mmoja kati ya watu ambao wanaweza a, kujidai na kujisifu na kuamini na kwamba ufalme wa mbinguni ni wa kwangu. Maana watu wengi a, wanadhani labda kwa matendo wanayoyatenda labda ni mtoaji wa sadaka a, labda yeye anaimba ana, au labda ni mhubiri kama hivi na mimi ninavyohubiri, anaweza kujiona kwamba yeye ufalme wa mbinguni ni wa kwake, lakini sasa aa, lazima tujue. Aa, lazima tutafute maandiko matakatifu yanasemaje, au hata Yesu mwenyewe alisema nini eh, mara tukachukulia ya wanadamu. Wanadamu wanasema maneno mengi, wanakuambia mambo mengi sana. Huyu anasema hiki, mara yule akwambie hivi, wewe kwenda mbinguni lazima ufanye hiki, anasema lile. Yani, ni, ni vurugu vurugu tupo, mpenzi wangu. Kwa hiyo watu wengi hawajui wala hawajawahi hata kujiuliza, je, ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni ni wa kwangu au sio wa kwangu? Kuna watu special ambao ufalme wa mbinguni ni wa kwao, si wa wa ni wa, ni wa peke yao au hapa, inakuakuwaje sasa? Au nawezaje kujua mimi kwamba ufalme wa mbinguni ni wa kwangu? Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! na ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo mtazamaji, um, nawe msikilizaji ambaye unanifuatilia katika siku ya leo. Uh, ninakutamkia baraka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo uh, wa Nazareti, popote pale ulipo. Unaweza kuwa katika bara la Afrika, unaweza kuwa Amerika, unaweza kuwa Europe, unaweza kuwa bara la Asia, unaweza kuwa Australia na sehemu zingine zote, mpendwa kama sijataja, ah, pokea baraka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini kadri unavyofuatia mahubiri ambayo nakuletea hapa hapa katika chaneli hii ya ya Canada Christ Holy Followers unaendelea kubarikiwa sana sana sana, na nikusihi kwamba usisahau kuwapa wengine Uh, ujumbe huu ili kwamba nao wapate kubarikiwa. Pendwa na ndugu yangu, rafiki yangu wewe unayetegea sikio katika siku ya leo. Nikuhakikishie uh, kwamba siku zote tunahitaji jina moja tu uh, ni jina pekee, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, jina lenye uwezo, jina lipitalo uh, majina yote, ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo yeye, yeah, yeah, aliyetufia mimi na wewe msalabani na siku ya tatu akafufuka hadi siku hii ya leo amekaa kuume kwa Mungu, yu hai. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Maana singekuwa hai, tusingekuwa na sababu ya kuwa mahali hapa. Maana ukiangalia manabii wengine au wengine wote wanaofuatwa na wanadamu wengine, walishakufa wakaoza, wakawa vumbi. Ulikuwa ni ule mwili ambao ni vumbi, toka kwenye mavumbi wakarudi kwenye mavumbi. Lakini huyu tunamtangaza Haleluya, ni mfalme wa falme, bwana mabwana. Mpendwa, katika siku ya leo, unaona tena ni mazingira tofauti kabisa. Kama ninavyosema siku zote hizi, ni nyakati za mwisho. Kwa hiyo, sisi lazima tuwe tayari kuihubiri injili wakati wote na aa, katika mazingira ya kila namna. Kwa hiyo hapa najua sisi, maz, mazingira bora mazuri ya kuvutia wewe Ay, kwamba uweze kuona vitu vya kushawishi kusikiliza neno. Hapana mpendwa, hakuna sababu ya kuletea mambo kama hayo. Wewe cha kina, kinachoweza kushawishi vizuri ni yale maneno yanayotamkwa. Je, ninamtangaza nani kwako? Ni Yesu Kristo Bwana wa mabwana. Kwa hiyo usianze kuangalia mazingira au uko ndani ya gari. Sijui ah, nini na nini. Hapana mpendwa. Wewe sikia maneno, au neno ambalo linakuja kwako katika siku ya leo maana naamini roho wa Mungu anaongea na wewe. Mungu anaongea mpendwa, kupitia wanadamu. Usiju kakaa hapo unasubiri Mungu ashuke kutoka mbinguni ndio aanze kusema na wewe, Yohana wewe hivi na hivi. Hapana mpendwa, ni kupitia wanadamu na watu, na ndio maana hata Mungu katika kujidhihirisha kwake kwetu alikuja katika sura ya ubinadamu, aliuvaa huu mwili ambao tuko nao akauacha utukufu wake mbinguni akashuka hapa duniani. Haleluya! Huyu ndiye Mungu inayemhubiri kwako Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo mpokee Yesu Kristo, mpendwa. Na katika siku ya leo, katika ujumbe huu mfupi, mpendwa, nimependa niongee na wewe au uh, ujumbe ambao nakuletea unasema je, ufalme wa mbinguni ni wa watu wa aina gani? Watu wa aina gani ambao ufalme wa Mungu ni wa kwao Je, inawezekana ni wahubiri kama mimi, au labda ni, ni, ni maaskofu labda ni wachungaji peke yao, au labda ni wa ni waimbaji peke yao? Je, ufalme wa, wa Mungu, je ni wa, ni wa, watu wa taifa la Israeli peke yao, yani Wayahudi? Au a, a, a, au ni watu wa dini fulani, labda dini la Roman Katoliki, labda hawa watu ndo a, ambao wataurithi ufalme wa mbinguni? Je, ni Waislamu peke yao watakaurithi ufalme wa mbinguni? Au ni watu labda wa, wa sabato ambao wanatunza sabato? Au labda ni mashahidi wa Yehova? Au labda ni, ni watu wa Baptist, wa lutheran, wa Moravian? Je, ni watu wa aina gani, wa ambao kabisa wanaweza kusema kweli ufalme wa mbinguni kwao Je, tuchukue maneno ya mtu gani? Au je, kuna sehemu yoyote ile ambayo Biblia inasema kwamba ufalme wa mbinguni ni wa watu hawa? Je, ni watu wa namna gani, mpendwa? Amana, kuna mahubiri mengi katika siku hizi tulizonazo. Maelekezo ni mengi sana, maelekezo ni mengi sana mpendwa. Sasa je, wewe unafahamu, unafahamu mpendwa, au wewe unapeperushwa tu na kila mafundisho na mahubiri ambayo uh, unayasikia mitandaoni au uh, labda kanisani, mpendwa. Uh, sijui na uh, ni, ni sehemu gani unapopata mahubiri hayo uh, lakini mimi katika siku ya leo kadiri roho wa Mungu alivyoniongoza mpendwa, napenda niongee na ni wewe japo kwa ufupi sana, nikuonyeshe, je, uh, ufalme wa mbinguni utarithiwa uh, na watu wa namna gani wale ambao wanamiliki ufalme wa mbinguni na ni kuhakikishia wazi tu kwamba ufalme wa mbinguni sio wa wachungaji. Ufalme wa mbinguni sio wa wainjilisti wa peke yao. Ufalme wa mbinguni mpendwa, sio wa wayahudi wa au wa, wa taifa la Israeli peke yao. Yesu naye muhubiri katika siku ya leo a siku zote yeye ni wa, wanadamu wote wa viumbe vyote mpendwa. Lakini siku ya leo tunataka kujua, je, ni wanani ambao wana, oh yani, wanamiliki ufalme wa mbinguni yani, wana, wana, wanaweza kujidai wakajivuna kwamba ufalme wa mbinguni ni wa, ni wa kwangu na mimi ni mmoja kati ya watu ambao ufalme wa mbinguni ni wa kwao mpendwa. Je, ni mapadri au ni wale masista ambao hawajaolewa, uh, au ni wana, ya, labda ama labda maaskofu ambao wamesoma wame sana wametumia muda wao mwingi sana katika kusoma a, Biblia, labda hata Biblia yote iko hapa kichwani. Mpendwa, lazima tujue. Au labda ni watu ambao mmetoa wa michango mingi sana mkajenga makanisa mahekalu sijui as, mambo mengi mmefanya. Je, ni watu hao mpendwa? Atuende kusoma, atuende kusoma maandiko matakatifu tujue, je yesu mwenyewe alisemaje ye? Mpendwa, katika ma kitabu cha au injili ya Mathayo hapa sura ile ya kumi na tisa na mstari wa kumi na sita maandiko matakatifu yanasoma hivi, nami nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Uh, maandiko matakatifu yanasema hivi, maana hapa ukianzia mstari wa kumi na tatu uh, tutasoma ule mstari wa kumi na nne sio kumi na sita uh, mstari wa kumi na nne uh, lakini ukisoma ule mstari wa kumi na tatu uh, utaona kwamba kuna watoto ambao walikuwa wameletwa kwa Yesu Kristo uh, sasa wa, labda na, a, ah, wanafunzi wake walipoona watu wanawaleta watu watoto kwa Yesu. Yani wakaona wale hawana thamani hawe, yani hawana viwango vya kuletwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo wakawa na wakataza, wanasema ah, msiwalete hao arusheni, yani wana a, ah, usasua, wakawakemea, walikuwa wanakemea wale watu waliokuwa wanawaleta watoto kwa Yesu. Lakini sasa, cha kusikitisha au cha kufurahisha na cha kupendeza sana, mpendwa, utasikia maneno ya Yesu Kristo. Ah, Yesu akasema hivi ule mstari wa kumi na nne tunasoma ma, Mathayo 19 sura ya 19 na tisa mstari ule wa kumi na nne sio ku, ah, sio kumi na sita tena ni mstari wa kumi na nne Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi Yesu akamwambia hivi wale wanafunzi wake, Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ya ufalme wa mbinguni ni wa wale walio kama hawa. Oh, kumbe tumeshaambiwa, kumbe tumeshaonyeshwa watu ambao wataurithi ufalme wa mbinguni wanatakiwa kuwa na tabia za namna gani? Wanatakiwa wawe na sifa zipi? Wanatakiwa wawe na mienendo ya namna gani? Wanatakiwa wawe na mioyo ya namna gani? Mpendwa, sio kama wewe mwenye kiburi kama Shetani. Amesema wale ambao Uh, ufalme wa Mbinguni ni wa kwao. Anasema ni, ni wale walio kama watoto wadogo. Pendwa hapa usijichanganya, maana unaweza kusema asema, oy, yani wewe mtoto mdogo nni yani, yani, behave kabisa kama mtoto yani mtu anakufanyia ana, anaku ma, matendo maovu yani hata, hata shetani aje aanze kukuchezea wewe uone kama ni Mungu anafanya ma, mambo hayo ndani ya maisha yako, kama hivi tunavyoona hawa manabii matapeli, hawa mafisi, hawa mambo mwitu wanaotesa wa, watu wa Mungu na kuwanyanyasa. Mnaishia ku, uh, ku, ku, ku, ku, kuishi maisha ya, ya, ya, ya, ya manyanyaso ya kiroho, unateseka ni jamani na wakalia au uh, uh, unakuta mmepanga mstari eti mtu wa Mungu anapita, mnapiga makofi mnamshangilia Wapendwa, huo ni, ni utumwa. Maandiko matakatifu yanasema mtu yeyote ya unayejitoa kwake, ampendwa kumtii wewe, unakuwa mtumwa kwake. Watu wengi ninyi ni wa mna, mna, mna, mnatii wa wanadamu na mmekuwa watumwa kwa hao watu mke, muna, m, kwa kujidanganya kwamba ukimtii mtu ambaye anafanya ushetani, anapanga ushetani Unaona, unadhani una ndipo ndiko kumtii Yesu Kristo. Wapendwa, iweni macho. Kwa hiyo hapa tunaongelea haleluya, yaani mambo ya Yesu Kristo au maneno ya Yesu Kristo lazima ya kutie moyo. Labda wewe umevunjika moyo kwa sababu wana wanasema wewe, ona hao, wanaanza kukuhukumu, wanaona hautoi michango ha, wewe mbona hautoi sadaka? Wewe mbona haufanyi hivi? Wewe mbona hauji kanisani? wewe mbona haufanyi moja mbili tatu, wewe mbona wanadhani kufanya hayo ndiko kuna wafanya wawe na qualifications au wawe na sifa za kuurithi ufalme wa mbinguni. Lakini hapa Yesu alipata nafasi nzuri ya kutoa somo zuri sana la kuonyesha viwango, <clears throat> a viwango na sifa, na sifa na mienendo na tabia za watu watakao urithi ufalme wa mbinguni. Sio kufuata watu wake wa elimu za kidunia, watu ambao wanajisifu na kujigamba, aa, kwamba wao ni, ni watu wakubwa sana. Na umeshaona siku hizi tulizo nazo, yaani watu wana viburi hata kumpita shetani mwenyewe. Imajini shetani anawaogopa wanadamu. Kuna wanadamu hapa duniani Shetani mwenyewe anawaogopa kwa ubaya wanaoutenda kwa manyanyaso wanayoyatenda katika mataifa yao. Shetani anawaogopa mpaka anasema hivi, hawa viumbe, hawa viumbe mbona hata Mungu alipoumba hakuumba hawa? Yaani roho ulionayo wewe ni ni mbaya, ni roho ya uovu kupita uovu wa shetani mwenyewe. Yaani kuna watu hapa duniani ni waovu kumpita shetani. Kuna watu hapa duniani wana kiburi kuliko shetani. Kuna watu hapa duniani ni wachawi kuliko shetani. Kuna watu hapa duniani au hata kanisani ni wachonganishi, ni wambea, ni wazushi kuliko shetani mwenyewe, lakini cha kusikitisha, bado wanakaa pale wana limbo warembo wa macho shalom. Ah, shalom. Bwana Yesu asifiwe. wa na watu wanajidanganya wana kwamba mtu kusema Yesu au kutaja jina la Yesu Kristo kwamba ndipo, ah, inaonyesha moja kwa moja kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu au inawafanya wa, wa, wa, waende mbinguni. Pendwa, Yesu Kristo amesema wazi, wewe ujichunguze katika siku ya leo, maana wengine tunapohubiri hapa wanaanza kutu, wanaanza kutu kutuhukumu mbona huyu ana hana baba yake wa kiroho nani, ni mtu wa dini gani? Pendwa, dini sio cheti cha kuhubiri neno. Wewe kuwa na baba yako wa kiroho sio cheti au sifa ya kuhubiri injili kamili ya Yesu Kristo. Lazima upate ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya yale. Yani, hapa najisikia moto moto, wapendwa. Hizi ni siku za mwisho. Sisi tunawapa sifa ili kwamba akirudi Yesu, haleluya, umuraki mawinguni hapo mawinguni. O, maana neno wa Mungu linasema hivi, o, kufumba na kufumbua parapanda italia, haleluya, wafu watafufuka wakiwa na miili ambayo tena haifi, miili ambayo haiwezi kujeruhiwa, haleluya, o, nasi tulio hai tutabadilishwa, ili kwamba tumuraki bwana wetu yesu mawinguni. Sasa sijui hapo lipo kama kweli uko tayari kumuraki Bwana wetu Yesu Kristo, maana narudi siku na saa haijulikani, mpendwa. Kwa hiyo anatoa wazi sifa sifasifa ulizo nazo mpendwa, ili kwamba wewe ujue kwamba ufalme wa mbinguni wa kwako, asio asiokwenda kanisani kila siku, asio kutoa sadaka. Na ninaposema haya wapendwa, au usije ukanielewa vibaya kwamba mimi nawahubiria watu wasitoe sadaka. Hapana, lazima tuujenge ufalme wa Mungu, lazima tusapoti kazi za Mungu na pale unapoona kwamba kazi ya Mungu haisapotiwi au mutumishi mu, mu, au mhubiri yule hahubiri ha, injili kamili ya Yesu Kristu, yeye ni kuongelea mengine mengine la, mambo mengine tutataata mengine mengine yote ya, ya, yani hamtaji Yesu Kristu, awaambii kwamba wapendwa, kaeni mkao wa mtoko, yani tunatoka na Yesu akitokezea tu tayari, sisi tunamu, tunakuwa wa kwanza kumuraki mawinguni. Huyu mhubiri nayeye anawapeleka duniani. Wapendwa, mtakufa vibaya. Yesu anarudi. Wapendwa, dunia hii haitakaa daima, maana mateso mengi, watu wameumizwa sana, watu wamelia sana, hakuna kuwasaidia, hakuna wa kuyanyamazisha, hakuna kuwafariji watu wanazidi kuaibia wa, yatima, wajane, masikini wote wananyanyaswa, wanateswa. Kwa hiyo Mungu amesikia kilio na mateso na maumivu wanayopitia wanadamu katika dunia hii. Labda kwenye taifa lako, mpendo wewe, unajua manyanyaso yaliyopo, unajua na hivi vyama tawala. Mimi nimeangalia kuangalia Amerika ya Kaskazini, wengine nchi za Ulaya, yaani kila chama kipewa nafasi ya kutawala kinahakikisha kinaanza kuwa akunyanyasa vyama vingine akuwatesa wananchi akuweka sheria zake na nini, yaani ni uovu na, na unyanyasaji maovu maovu, watu wanalia, wateule wa Mungu wanalia. Au unajua hata wakristo tunanyanyaswa sana sana, na cha kusikitisha Wakristo tunapoteshwa, tunaponyanyaswa, tunapoonewa hakuna naye paza sauti. Wapendwa, atakaye paza sauti ni sisi wenyewe, simameni ajuu ya ya paa ya majumba, tupazeni sauti, tukemee maovu katika dunia yote, kuanzia taifa ulipo unakotokea. Ukiona mabaya maovu, kemea hao ma, mafisadi hao viongozi wapumbavu hao mafishi hao mambweha hao wanaowatesa wanadamu. Wapendwa, tusikae kimya, huu ni muda wa kupaza sauti. Pazeni sauti, atulie wapendwa, atuende kwenye maombi na huku tunasema hadharani, tunakemea wapendwa. Au usisahau ujumbe wa leo mpendwa, nasema watu wenye sifa za kurithi ufalme wa mbinguni. Amesema wazi Yesu Kristo kwamba lazima tuwe kama watoto wadogo. Sasa unajiona ni baba likavulikavu, sura kama ya Shetani, haucheki na mtu. Takufa vibaya wewe Pokea maneno ya Mungu kwa moyo mwe mnyenyekevu wa wow, unyenyekevu moyo wa mtoto mdogo mpendwa, kupokea a maneno ya Mungu. Haleluya, bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Na ndiyo maana mpendwa akasema kwamba heri walio masikini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Walio masikini wa roho, akasema ufalme wa mbinguni ni wa kwao. Na akasema heri wanaoteswa kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbingu au wa mbinguni ni wao. Wanaoteswa kwa sababu ya haki, wanaoteswa kwa sababu ya haki, haki, amesema ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hiyo unaona mpendwa, ukiangalia asili ya mtoto, mtoto hakubali, mtoto kiuhalisia, mtoto mtoto mdogo yani hakubaliani na mateso au manyanyaso ya namna yoyote ndo asili ya mtoto. Wanakuja kubadilika kwa sababu wanaishi katika jamii ambayo imejaa uovu, wanaona manyanyaso yanayoendelea pale, na wao mwisho wa siku wanabadilika au wanabadilishwa na kuwa uh, kuendana na mazingira pale ya pale mpendwa, kwa, uh, na kama asingekuwa hivyo mpendwa uh, basi, watoto watoto, asili yao ndo hii, anasema wao ni maskini wa, wa roho. Yani, ukiangalia ukiangalia asili ya watoto Yaani mioyo yao ni laini sana wana, wana wako sensitive kwa maelekezo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ya wazazi wao na wewe hii leo Mungu anasema na wewe lakini unajiona umesha soma hata kumzidi Roho Mtakatifu una ujuzi na uelewa hata kumpita Yesu Kristo ndio maana unaanza kuwapotosha watu we Shetani uh, upandacho ndicho utakachokivuna asikudanganye mtu yeyote. Whatever you sow Exactly, mpendwa. Kwa hiyo asija asija kakudanganya mtu yeyote hapa duniani, lazima utavuna kile ulichokipanda hapa duniani, mpendwa, asija kakudanganya. Kwa hiyo maneno au maandiko ya Mungu yamesema wazi kwamba mpendwa, acha watoto, waacheni watoto wadogo waje kwangu, uh, wala msiwazuie, kwa maana Ufalme wa mbinguni ni wale walio kama hawa. Kwa hiyo wewe kama unajiona wewe sio kama mtoto mdogo, una kiburi kama shetani, u ni mchawi, ni msengenyaji, wewe ndio unanyanyasa watu, unatesa watu, hautendi haki, basi wewe ujue wazi kwamba ufalme wa Mungu sio wa kwako. Sio kwamba kuhubiri ufalme wa Mungu ni, wakwa, ni wa kwako, hapana. Yaani mpendwa, Mungu anaweza kutumia hata miti na mawe haya yakaanza kuitangaza injili. Kwa hiyo usishangae ukaona mtu amekuwa muovu na alikuwa na mahubiri Yesu Kristo, hiyo isikushangaze isiku kabisa. Mungu ni wa ajabu, anaweza kutumia mtu yeyote kwa hali yoyote ile. Yaani hakuna asiyoliweza Mungu. Wewe ukishajua siri hiyo, hautajishumbua sana wapendwa, niamini kwamba ujumbe huu uh, umeweza kuku uh, kukuonyesha kwamba na wewe unaweza kuwa mmoja kati ya wale ambao wanasifa, uh, wana sifa sifa kabisa za kuwa au uh, za kurithi ufalme wa mbinguni, na katika siku ya leo uanze kuwa mmoja na uchague na uamue kabisa na ukate uh, shauri katika siku ya leo na ufanye maamuzi haya magumu ya kuwa kama mtoto. Tunapohubiria injili kamili ya Yesu Kristo sio te, tena hawa matapeli na wanyang'anyi na watesi na majambazi na wahuni na hao wanaowatesa pendwa. Kama ni kuteswa, uteswe kwa ajili ya Yesu Kristo, ya jina la Yesu Kristo au kwa ajili ya haki mpendwa, kama vile maandiko matakatifu yamesema kwamba heri wanaoteswa, uh, kwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao mpendwa. Niamini kwamba umebarikiwa kupokea kwa ujumbe huu katika katika siku ya leo. Tuendelee kuwa pamoja kati kuyapokea na kuyatafakari maneno ya Mungu, maana hizi ni siku za mwisho, na tukae mkao wa kuondoka na Yesu atakaporudi. Pendo wabarikiwe katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.